Asante. Mimi naitwa Mase David Mbise, mwenyekiti wa kijiji cha maji ya Chai. Lichotokea bwana, hakuna mtu aliyetekwa. Watu wamekamatwa katika taratibu zote za kisheria, kwamba maafisa wa polisi wamekuja, wamefikia ofisi ya kata, na baada ya kufika ofisi ya kata nikapigiwa simu, nikaulizwa location ya nyumba, nikaelekeza location ya nyumba. Kwa hiyo walivyofika nyumbani kwa huyo bwana, au kumkuta, lakini kuna intelijensi yao ambao wa, walitumia wakafika pale wakapafahamu vizuri. Sasa ndio wakawa wanamtega kulingana na uwezo wao, ikamatwa wakiwa na gari pamoja na fundi, na sisi tukiwa tupo, kwa sababu hao mabwana walifikia ofisini walipofikia ofisini wakatuelekeza, waka waka kwamba kuna, kuna mwalifu wa kimtandao ambaye tunamsaka. Sasa huyu mwalifu inabidi kwamba tufate taratibu zote za kisheria za kumkamata, na ndio maana walifika ofisini. Kwa hiyo baada ya kumwona kwamba anakuja na gari, kwa sababu naye sio kwamba awamtambui wa wanamtambua kwa kiasi fulani, wakamzuia na gari wakamweka chini ya ulinzi wakatuita kama viongozi tukashuhudia, tukajeuza tukafika nyumbani kwake, wakaenda kumpekua wakakuta hivyo vifaa ambavyo walikuwa wanahitaji ambavyo ndo wanatumia labda kwa kazi yao ya kwake ya kimtandao, kuna mike na, na kamera. Kwanza oh, yule bwana alionyesha ushirikiano mzuri sana, hakukaidi wala hakuguswa hmm kupigwa kabisa. hakuguswa kabisa kwa sababu nilikuwepo mimi, mwenyekiti wa kijiji pamoja na mwenyekiti wa kitongoji mm, na balozi pia, na maelezo yameandikwa na vifaa vyote ambavyo vilichukuliwa viliorodheshwa, ni pamoja na vitabu viliorodheshwa. Wao wanasema kosa kubwa lake ni matumizi mabaya ya mtandao e. Kwa hiyo kosa mimi sijui ndio na nini, taarifa niliyoipata jana kwamba ni matumizi mabaya ya mtandao Jua kwa sasa hivi watu wame, yaani watu wote wamekuwa wewe wewe, karibia wote ni wewe, kwa sababu sisi tulifika pale tukajitambulisha na wanani, wananifahamu na mwenyekiti wa kitongoji wanamfahamu na balozi wanamfahamu, kwa sababu balozi huwa anachukua michango pale mara kwa mara, na wote wakatoa vitambulisho wakakagua, na mimi mwenyewe nikashika kitambulisho nikawaonyesha kwamba kitambulisho hichi cha askari, kitambulisho cha askari, na wengine walikuwa wamevaa kiraia nani, kiraia, na wengine wawili walikuwa wamevaa ki, walikuwa wamevaa sare, wamevalia sare za jeshi la polisi aa, hilo la kuniuliza wako wapi, kwa sababu walitoa maelekezo pale kwamba familia iende kwa OCD, watapata taratibu zote kwamba mtu wao yuko kituo gani au yuko sehemu gani, na vilevile vile hata baada ya kuingia ndani mimi niliwakagua wale maaskari vizuri mno, nikawaambia huyu ni mwananchi wangu, tayari ninamlinda kwa nani ninamlinda kwa taratibu zote ambazo zinafaa kumlinda. Wakaweka simu zao, kila kitu waliweka hapo chini, tukaingia ndani nikiwa na wasimamia. Hakuna hakuna nani ambayo iliyopatikana na, na sasa sijui kama taarifa mlizozipata mmepata kwa nani, labda hao waliokamatwa. Kwanza huyu bwana amehamia hapo juzijuzi. Amehamia, anadai, juzijuzi, ana miezi kama mitatu amehamia pale, lakini juzi intelligence iliyotumika kwamba apatikane au taarifa zake zipatikane. Mke wake alikataa kutoa, akasema kwamba mume wake amruhusu kabisa kutoa namba zake za simu. Kwa hiyo kumtambua majina yake pamoja na vitabu vyake vilivyoandikwa vimeandikwa na nani, Joseph Mrindoko. Hata vitabu vyake ameandika Joseph Mrindoko, ndio majina yake ambayo nayafahamu. Jina la katikati pale ni gumu kidogo. Akaingia ndani wakaanza kuujiwa hilo gari kuza likuwa limekapa ambayo iliwachukua kuza alafu, pale nyuma limeandikwa hal jeupe. Oh, yeah, ye au oh, jeusi jeupe, na ni wawili wapolisi wawili, wawili. Hmm, likuwa kama sita hivi au saba. Oh, hmm, wawili ndo walikuwa wamevaa kama polisi Uhum. Au wengine walikuwa wamevaa kawaida e, walimfunga pingu walivyomkamatia pale kwa Kimaria, wakaja nao wakaingia nayo huko ndani akiwa amefungwa pingu. mm. sikusikia mm. No, e, e, na baba baba Jani ni mtu mwamju, tunamjua alihamia tu hapa, tuseme mwezi wa ngapi? Mwezi wa nne hivi au watatu ndo alihamia hapa, kwa sababu hii nyumba ilikuwa inauza. Nahua anaishi na nani? Aishe mke wake na mtoto wake, basi na mdogo wake, sijui ndo kaka yake ndo nashina yao.